Chama tumeamua na tumekubaliana, wagombea wote wa ngazi hizo nilizozitaja, wanawake na walemavu, chama kimeamua kitawapa fomu bure, hawatolipia <klos> hata shilingi mia na natoa maelekezo kwa viongozi wote wa mikoa na wilaya wa chama cha ADA TADEA, wata wafuate kauli hiyo, nisije nikasikia mwanamke yoyote amedaiwa hata shilingi mia kwa ajili ya kuchukua fomu ya kugombea, na ninaomba sana viongozi wote wahamasishe wanawake pamoja na vijana na walemavu, watu wenye mahitaji maalum kujitokeza kuchukua fomu na kugombea, kwa sababu haki ya kila mtanzania ana haki mbili kwenye uchaguzi. Haki ya kwanza kuchagua, haki ya pili kuchaguliwa. Huwezi kuchaguliwa bila ya kutia nia, unagombea nini? Kwa hiyo natoa tamko, viongozi wote wa mikoa, wilaya, tuwahamasishe wanawake wajitokeze kwa wingi na watu wenye mahitaji maalum kuchukua fomu, kutia nia ya kwenda kugombea nafasi hizo. Ninashukuru sana kwa fursa iliyotolewa. Kwanza wanawake tuka tunasumbuka tuka tunanyanyaswa, hatuna uwezo kuchukua fomu lakini leo hii ilikuwa ni fursa kubwa sana. Eh, hata mimi kwa kweli ninashukuru kwa hilo, na nitawahamasisha wanawake wenzangu waweze kuchukua fomu na waasa, na wakina mama wenzangu wengine wenye nia wenye kutia nia hiyo na ya kugombea, na waasa, tuwe wengi tujitokeze. Asilimia kubwa ya akina mama tunashindwa kuchukua fomu za kuwania uongozi au kugombea kwa sababu ya hali ngumu ya uchumi. Hali ya akina mama kwetu sisi, kwa kweli, akina mama ni ngumu. Kwa hiyo tunashukuru kwa chama kwa kuwa imeliona hili na kutoa fomu bure, kwa hiyo itatuhamasisha sisi ya kina mama tuweze kujitokeza kwa wingi na kuweza kuchukua fomu kwa ajili ya kuweza kugombea.